za mwizi, ruka yenye pesa anasemaga, siku za mwizi ni arobaini. Maana yake unaposikia taarifa imekufikia, linapokuja kutokea jambo, utaanza kukumbuka nilisikia neno la mtumishi wa Mungu alizungumza, niachane na kitu hiki niachane na dhambi hii, lakini bado inaendelea. Maana yake utakuja kuvunjwa heshima na jeraha utawekewa lisilofutika katika maisha yako, hivi kama jeraha la kuachana na mke wako amekwacha mke wako kwa sababu ya uzinzi, ilo jaraha utalisahau kweli? Hauwezi ukalisahau maana yake umevunjiwa heshima yako. Sikiliza neno hili, halijaja kwa bahati mbaya, limekuja kwa ajili ya maisha yako, wala si kwa jirani, ni kwa ajili yako mwenyewe mahali ulipo. Amini tu, chukua hatua, maamuzi leo ya kumwambia Yesu, ninaamua kujitenga na mambo haya. Inawezekana kuna mtu mwingine anasema mimi nimeokoka ameenda muda mrefu kanisani lakini, kwa sababu umeingia kanisani kwa mazoea, unaweza ukampa Yesu Kristo nafasi jioni ya leo, ili aanze mwanzo mpya, ili aanze mwanzo mpya katika maisha yako. Mungu wetu hazoeleki, Mungu wetu hazoeleki. Neno kwako limekuwa na sugu, lakini unayesema neno limenigusa ili ma, limenigusa ili neno, nataka nianze mwanzo mpya. Yesu uko tayari kukupokea, amini tu. Yesu uko tayari kukupokea, kukupokea tu. Nimezungumza kizuizi kinachokufanya usipate raha ya Mungu ni mwili wako. Nimezungumza machache, lakini mwili unaongea. Mwili unaweza kuamrisha kufanya jambo fulani ambalo ni la aibu sana. Nataka nikwambie hili nalo limekuja ni kwa wakati. Amini tu, Mungu yuko tayari kukupokea. Mungu yuko tayari kubadilisha hatima yako. Unaweza mahali popote ulipo, nataka nikakuombee. Kama kuna mtu ambaye ulikuwa ukifanya mambo haya, nataka nikuongoze sala ya toba kwanza, halafu tutaenda kuomba maombi ya kuongoza kuomba rehema mbele za Mungu, ukaombe rehema mbele za Mungu. Mungu atakusamehe, Mungu atakurehemu, ataanza mwanzo mpya katika maisha yako katika maisha yako. Hamjui nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu? Kama ulikuwa bado hujaokoka, weka mkono wako kifuani sala ya toba majira haya sasa. E, sema Bwana Yesu, naja kwako, naomba unisamehe mimi, ni mwenye dhambi, naomba unisamehe makosa yangu, naomba unitakase kuanzia leo. Ninakukiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu, naomba unisamehe makosa yangu yale niliyotenda kwa kufahamu au kwa kutokujua, ninaomba leo nimekuja kwako, we ni mwingi wa rehema, naomba nisamehe kwa jina kula Yesu, amen. Weka mkono kifuani kukuombea. Baba Mungu, nakushukuru kwa mtu huyu, kwa watu wa Bwana waliokupokea leo majira haya. Mungu naomba neema yako Bwana wafunike, kwa damu ya Yesu mfunike kila mmoja katika jina kula Yesu. Mungu ninaomba rehema kwa ajili yao, ninawatenga na kila mazabao mazabao ya ukoo mazaboo yote aliyowahi kufanyika, mazaboo ya uchawi, mazaboo ya uganga na mtenga kila mmoja katika jina kula Yesu. Kuanzia leo na kufunika kwa damu ya Yesu, umekuwa kiumbe kipya katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo nimezungumza mahali popote tumesha kuyafanya, tunaenda kuomba rema mbele za Bwana. Yesu atakusamehe, Yesu atakuponya mahali popote. Weka mkono kifuani, tukaombe rehema Baba kwa jina la Yesu. Mungu Baba, msamehe kila mmoja Baba, tusamehe makosa yetu, tulehemu kwa jina kula Yesu. Anza kuomba mahali ulipo, Yesu akusamehe, Yesu akurehemu yale ambayo uliyofanya yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Mwambie Bwana, kuanzia leo naomba, nawomba toba, naomba unirehemu, naomba unitakase katika jina kula Yesu. Mtakase kila mmoja Bwana. Turehemu kwa damu ya Yesu. Omba rehema mbele za Bwana, omba rehema mbele za Bwana, omba utakaso, omba utakaso lile ambalo, ambalo, omba utakaso juu ya mwili wako kwa jina kula Yesu. Unapoomba rehema, unapoomba utakaso, manake mapenzi ya mwili yananguka, unaingia Roho Mtakatifu ndani yako. Omba rehema kwa jina kula Yesu, Yesu nitakasa kwa jina kula Yesu. Moyo ulikuwa ukiwaza mawazo mabaya. O Yesu, naomba unirehemu naomba unitakase katika jina kula Yesu. Omba rehema mahali popote, omba rehema kwa jina kula Yesu. Omba rehema kuanzia sasa katika jina kula Yesu. rashandara katarabohu shandari katari kizeke. Katika jina kula Yesu, katika jina kula Yesu. Mlehemu kaka ubwana, mlehemu dada ubwana katika jina kula Yesu, mlehemu mama ubwana katika jina kula Yesu, mlehemu yu kaka kwa jina kula Yesu, mlehemu yu baba kwa jina kula Yesu. Damu ya Yesu inanyunyiza kuanzia sasa, inapita nyumbani kwao, katika jina kula Yesu. Roho za uovu ziachie, kwa jina kula Yesu. Damu ya Yesu inanao mema Bwana, katika jina kula Yesu. Roho za usherati, roho za uzinzi, kwa jina kula Yesu roho za magonjwa achia, kwa jina kula Yesu, roho za ushoga achia kwenye familia hii, katika jina kula Yesu. Damu ya yesu inanena mema katika jina kula Yesu, nanyunyiza ndani yao, nanyunyiza ndani yao, damu ya yesu inanena mema Bwana, inakomboa kwa jina kula Yesu, namkomboa katika madhabahu ya ukoya familia katika jina kula Yesu, namtenga na kila roho za uchawi na namtenda na kila roho za uganga katika jina kula Yesu. Kwa jina kula Yesu, kuanzia leo akaone raha ya Bwana Yesu. Kuanzia leo akaone matendo mema katika jina kula Yesu. Ninaangusha kila roho ambayo ndani yake ilikuwa ikao paleti, roho ya duniani, naangusha kwa jina kula Yesu. Pokea Roho Mtakatifu atakao kuongoza, utafanya tena mapenzi ya mwili bado, utafanya mapenzi ya Roho Mtakatifu katika jina kula Yesu. Giza achia. Kwa jina kula Yesu. Mizimu achia kwa jina kula Yesu. Kizuizi anguka kwa jina kula Yesu. Katika jina kula Yesu. Kila mizimu ninaamuru achia. Kila mizimu ninaamuru angusha katika jina kula Yesu. Naachia damu ya Yesu. Naachia damu ya Yesu kwenye ndoa yako. Naachia damu ya Yesu kwenye familia yako. Naachia damu ya Yesu kwenye biashara zako. Naachia damu ya Yesu katika watoto wako. Naachia damu ya Yesu katika masomo yako. Damu ya Yesu ikutenge na watu wasio sahihi. Damu ya Yesu ikutenge katika jina kula Yesu. Kwa jina kula Yesu pokea. Kwa jina kula Yesu pokea. Kwa jina kula Yesu, damu ya Yesu inasafisha, damu ya Yesu inakukomboa katika jina kula Yesu. Damu ya Yesu inakusafisha katika jina kula Yesu. Ninaamuru damu ya Yesu, wewe uliye mgonjwa, ninaamuru damu ya Yesu, pokea uwe mzima, pokea uwe mzima. Kila uvimbe achia maisha mtu huyu kina uvimbe achiamesha mtu huyo, katika china kula Yesu, katika china kula Yesu. Kuna mwingine anajaribu kuona huwa anajaribu kuwaza mipango lakini haifiki. Ninamulu kwanziya leo, naondoa mawazo alio kinyume, pokea mawazo ya Bwana Yesu, pokea nuru, pokea idiya mpya kwa china kula Yesu. Wewe uli uwezi kusimama, ninamulu pokea nguvu ya kusimama katika china kula Yesu. Nanywnziya miguu yako ipokee damu ya Yesu akutia nguvu katika jina la yesu simama mahali ulipo katika jina la yesu amen umekuwa mzima amini tu kuwa damu ya kwa yesu ilomaweka msalabani yote alikwisha kila kesi imeshakwisha swala ni moja tu amini tu mungu akubariki shika sadaka yako nikakuombea mahali popote nyanyua simu yako nikuombea baba kwa jina la yesu mbariki kila mmoja Pokea sadaka hizi Bwana, wanapando kutolea Bwana wanaa katika jina kula Yesu. Pokea sadaka hizi Bwana, kupitia sadaka hii Bwana. Mungu kafute machozi ya mama huyu, Mungu kafute machozi ya kaka huyu, Mungu kafute machozi ya kaka huyu, katika jina kula Yesu. Kupitia sadaka hii, Mungu kafungue milango katika jina kula Yesu. Kawazidisha Bwana waliofanya biashara, kawaongeze kila mahali Bwana, katika jina kula Yesu. Amen. Imekuwa. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Amini tu Yesu amekuponya. Amini tu Bwana amekufungua. Amen. mwanzo wa ibada hii mpaka sasa tunakwenda kuhitimisha. Umeona ibada ya leo kwa ufupi, ibada nzuri sana ni ibada hii, ni mwelekezo mzuri mm. Kuhus, kuhusiana na jinsi ya kupata raha ya Mungu. Mtumishi wa Mungu ameelezea kuhusu, ameelezea vizuizi ambavyo vinakufanya wewe ukakosa raha ya Mungu ambavyo ni amesema, amesema kizuizi cha ja, amesema mwili mdogo nakufanya wewe ukaelekea kwenye matendo ambayo yanakufanya ukakosa ile raha ya Mungu na pia kukosa neno la na Mungu. Na mimi wapendwa watazamaji, niwaelewa sana ndio maana wapo hapa kwa ajili ya kusikiliza lile na neno la Mungu, ndio mtumisha Mungu alizungumzia kwa habari yao, mwili wako ni hekalu lako takatifu hekalu hilo unapaswa kulitunza, usilichafue kwa namna yoyote ile. Utakosa uwepo wa Mungu, utakosa namna nzuri ya Mungu kuwasiliana na wewe. Kingine kikubwa sana cha muhimu na cha kutujitahidi kutunza miili yetu, kwa miili yetu ni mahekalu ambayo Mungu anatumia hekalu kuzungumza na watu wake. Basi mimi ni kushukuru na nikukaribisha tena katika kipindi kingine, katika ibada nyingine ambayo inafanyika hapa kesho majira ya saa moja na nusu. Utakuwa pamoja nasi live kabisa kupitia mtandao wetu huu wa YouTube na mitandao mingine utapata clip na baadhi ya vipengele vifupi vya masomo haya. Napata simu ziko kwa mbele ambayo ni 0793217160. 0793217160. Hii ni namba ya mtumishi wa Mungu Apostle Samuel Jones. Unaweza kutuma sadaka yako kubwa, ukapanda mbegu yako, ukaweka alama hapo ukamwambia Mungu. Kuna kipindi nilisikiliza, kuna neno nilisikiliza, nilifungua, nitanielewa. Ni muhimu kupanda mbegu, ni muhimu kutoa sadaka yako. Lakini pia kama utahitaji maombi na maombezi zaidi, unaruhusiwa kumtafuta. Nikuage na nikaribishe tena katika wakati mwingine, ni kuombe wakati mwingine, ukawe balozi mzuri wa kusambaza habari hizi njema za Yesu Kristo. Asante sana na Mungu akubariki. Hii nimusomidia.